Vijana humu nchini wamehimizwa kutumia mitandao ya kijamii kwa njia nzuri na yenye manufaa badala ya kuendeleza matusi na siasa za chuki kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Mbunge wa Kajiado Mashariki Kakuta Maimai, ambaye alikuwa akizungumza kwenye hafla ya kutoa basari katika mji wa Kitengela, ameelezea kusikitishwa na namna vijana wamegeuza mitandao ya kijamii kuwa uwanja wa kuwatusi viongozi na kuendeleza malumbano ya kisiasa. Aidha, amewataka vijana kutafakari namna wanavyotumia mitandao kujiendeleza kibiashara na masuala mengine ya kujijenga badala ya kuendeleza propaganda na chuki kwenye mitandao hiyo. And it is about time that we ask our young people that to look to focus on positive engagement, uh, positive thinking and also positive communication, because as the country move forward we cannot move forward when we have a young generation that is so focused on negativity. Pia si si makosa kutumia social media ku, ku, ku criticize eh, ama ku critique viongozi wetu ama anybody. We, we can do it. Tunaweza fanya positively. Tunaweza tumia kuuliza maswali ambaye ni ya maana, na tunajua kama viongozi tukiulizwa maswali kwa mambo ambayo e, tunaona kuna manufaa, tutachivu kama viongozi, na viongozi wote wanaweza kujibu. Lakini tukitumia kufanya ufumi, kuweka vitu za uongo, kutusiana, haiwezi kuf... ai, ai, kuleta manufaa.